Sasa, ukienda kunyanduliwa, sipo maisha ndio iko number 1 trending in Kenya kudinyana ndania usifresha mwanaume tunataka uone kitu yake sijui inakaaje, sindio? Pokea mboro ndani ya mm -hmm. mboru, dania, blanketi, baby girl. Maisha sasa ni mbaya, wanaume <coughs> wanaturekodi. Alafu ukishamaliza kunyanduana kunyandwana, baby girl, ukilala lala kimwanaume, usilale kimwanamke, uanze kungorota ngorota hapo ovyo ovyo. <coughs> mwanaume anaweza amka <coughs> apige spot yako picha na posti Telegram. Sasa hiyo hakuna kulala kwa mwanaume kuna kamera za infrared. Unalala kimwanaume, ulale <laughs> kimwanamke sahihi. <laughs> <laughs>